Siku ya Jumatano, vijana anayetaka kusoma masomo zaidi ya programu mia mbili ishirini. Nimepewa nafasi na balozi wa India, full scholarship, full sponsored, watu elfu moja kwenda India. Eza wanataka kusoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanataka kufanya PhD. Kwaiyo siku ya Jumatano tutakuwepo ofisini pale, tunafanya usahili wa wananchi wa mkoa wa Arusha mtadiwe lazi wageni, wananchi wa mkoa wa Arusha ambao wanataka kujiendeleza kimasomo. Umeona fursa ya engineering ya kompyuta, unataka kusoma mambo ya udaktari, chochote wanataka utaka kusomea kupitia ufadhili wa serikali ya India, njoo na vielelezo vyako, tutafanya usahili, tutapeleka kwenye ubalozi. Vijana elfu moja wamepata full scholarship kupitia ubalozi wa India. Kwa lugha nyepesi, kama unahangaika na ajira na unaona muda wa ajira unakuchelewesha, njoo uongeze elimu. Na kama unaona ukiongeza elimu unachelewa kupata kazi, nenda VETA.